Ambapo kwa makadirio mnatarajia ku kuvuna lita ngapi hapo, uh, hadi kilo ngapi za asali? Uh, kwa mzinga mmoja, hmm, nabidi utoe lita kwa minimum, hmm, nabidi utoe lita 10 minimum. Yeah, yeah. Kwa hiyo ukizidisha minimum kumi mara 32 maana yake, mm. tuna lita kama mia ngapi? 300 mm. 320. Mm. Na mm. Nabidi tufanye mpango wa maji mjuali mjuali mjuali, kwa sababu jua limeanza kuwa kali. Ili nyuki waweze kupata maji. Siwezi makundi ya siwezi yakatoroka. Yeah. Oh. Kazi inabidi ifanyike mapema sasa. Kabla hatujapoteza nyuki. Katika mazingira ya Chuo cha Mafunzo ya Ufugaji Nyuki Tabora, vijana wawili, Paul na Bahati, waliona fursa ambayo wengi hawakuiona. Wakiwa wanafunzi walibuni wazo la kuanzisha kikundi cha ufugaji nyuki chuoni hapo. Paul anasema awali alihitaji kufanya jambo hili peke yake mpaka pale alipoamua kuungana na wenzake tisa ili kusajili kikundi rasmi. Yakati za mwanzo hazikuwa rahisi, kwani walihisi kukata tamaa mpaka pale walipoona tija itokanayo na ufugaji wa nyuki. Nilikuwa nahitaji kufanya mimi mwenyewe mm. baada ya kufika chuoni mwaka wa kwanza kabisa mm. ila ha haikuwa rahisi mm. kwa hiyo nilikuwa natafuta ushauri, naongea na walimu nini. Kwa hivyo nilivyokuwa naongea nao, nilikuwa nashirikisha na baadhi ya wanafunzi kwa nilivyokuwa nawashikisha na, na wenyewe wakapenda. Sasa mm. walivyopenda walikuwa kama watatu wa kiume wote, tukasema ngoja mm. tuifanye hii, iwe kwa pamoja mm. s, so, kwa pamoja kaambia kikundi inabidi kianze kuanzia kwa, watu watano mm. e, mm. kwa sababu ilibidi tukisajili ili tuweze kutambulika kwa ngazi ya chuo, tunatambulika kwa, kwa ngazi ya chuo na, na, na, na wilayani kabisa e, manispaa kwa hiyo inabidi tutafute watu na pia wakati watuambia tuzingatie agenda. Mm-hmm. Eh, kwa hiyo tukaanza kuhamasisha wanafunzi ambao wapo tayari. Kwa hiyo tukapata wasichana wanne na wavulana tukawa tupo sita. Kwa hiyo kitu cha kwanza akawa ametuambia inabidi mwe committed nyewe wenyewe kwanza. Kwa hiyo inabidi mwe na eneo. Kwa sababu huwezi kufuga nyuki, huwezi kufuga nyuki bila eneo. Sisi tunaweza tukawa hapa maeneo ila nyewe kwanza mwe committed. Kwa hiyo tukajichanga tukatafuta eneo tukanunua so, next step, ikabidi mna eneo lenye wafugaji, mna mizinga hamna, kwa hiyo inabidi tuende na mizinga. Kwa mara ya kwanza tukaomba mashine pale chuoni, tukanunua mbao zetu, tukatengeneza tuka mizinga kama saba e, ilikuwa kama saba na hizi ilikosti kama laki tano hivi e, kwa hiyo tulivyoitengeneza yote tukaileta kwenye eneo letu eh.

mindset nasema kumbe hii shughuli ni shughuli ya muhimu sana, na nikiwekeza huku naweza nikafanya kitu kikubwa sana hapa Tanzania. <laughs> Kwa mujibu wa Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, nyuki huchangia zaidi ya asilimia sabini ya uchavushaji wa mazao tunayokula kila siku, lakini idadi ya nyuki imekuwa ikipungua kutokana na mabadiliko ya tabianchi na matumizi ya kemikali za kilimo. Mohammed Wawa ni makamu mkuu wa Chuo cha Ufugaji Nyuki Tabora na mlezi wa kikundi cha kina Paul hapa anaeleza dhamira na nia yao kama chuo katika kukuza elimu ya ufugaji nyuki na utunzaji wa mazingira. Chuo cha Mafunzo ya Ufugaji Nyuki Tabora eh, kwanza ni chuo pekee Tanzania ambacho kinatoa mafunzo katika ngazi ya astashahada na stashahada ya ufugaji nyuki, ambacho kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Chuo hiki kina historia ndefu kidogo, kilianzishwa E, kutoka kilichokuwa kituo cha utafiti wa ufugaji nyuki na nyuki ambacho kilikuwa kipo ambapo chuo kipo sasa hivi, e, ambacho kilianzishwa mwaka 1949, hicho kituo cha utafiti wa masuala ya nyuki na ufugaji wa nyuki kwa ukanda wa Tanzania kwa maana ya ukanda wa magharibi mwa nchi. Na mwaka 1978 ndio chuo kikaanzishwa rasmi ambapo kilianza kama ni kituo cha kutoa mafunzo ya muda mfupi, lakini baadaye kikaendelea kutoa mafunzo na kikawa uh, accredited kikapewa dhima ya kutoa mafunzo katika ngazi ya astashahada na astashahada ya ufugaji nyuki. Kimsingi huwezi kufanya shughuli za ufugaji nyuki bila kuwa umehifadhi mazingira eh, ili uweze kufanya shughuli za ufugaji nyuki lazima uhifadhi mazingira. Nyuki anapatikana katika mazingira yaliyohifadhiwa, vitu vinavyohitaji nyuki vinapatikana katika mazingira yaliyohifadhiwa. Nyuki anahitaji mbochi, tunaita nectar. Nyuki anahitaji chavua, pollen vyote hivi vinapatikana katika mazingira ambayo yamehifadhiwa kutoka katika mimea. Kwa hiyo sisi katika mafunzo yetu, eh, kitu cha msingi mtu anapofikiria kwamba anaenda kufanya shughuli za ufugaji wa nyuki, lazima katika akili yake afikirie mazingira, ya podi ziweze kuonekana, isiwe poli sana, njia za nyuki ziweze kuonekana hapo, zipite hapa, atupite hapa. Hao nyuki ni wakali hao, nyuki ni wakali sana bsa asiendelee kukaa kwenye ilo eneo anaona ile eneo sio supported sana. Kwa hiyo nyuki anapenda sehemu ambayo kuna maji, kwa ajili kwa tumeweka hivi, ili ili kusudi kwamba hata wanajamii wanavyopita, wasiwe na ule mtazamo hasi kwamba hizi shughuli haziwezi zikafanyika na mtoto wa kike hasahasa oh, maji nyuka kikosa maji ndo inamfanya kabisa asiendelee okay, kukaa kwenye ile eneo anaona ile eneo sio support. Bahati, msichana anayetoka familia ya kawaida mkoani Tabora, kwake amepinga vizuizi vya jinsia na kujiingiza katika shughuli za ufugaji nyuki. Kwake Bahati anaeleza kuwa hakuona kikwazo kwake msichana kujiunga na kikundi hiki cha ufugaji nyuki alipokuwa chuoni hapa. kazi mara nyingi huwa ni ya vijana lakini, tokea nimefika chuo cha ufugaji nyuki, nimejifunza nikaona hii kazi unaweza kufanya hata kotoa kike. Mara kuna kuweka mizinga hii kwenye stendi ambayo inatusaidia sisi kufanya kazi zetu za ufugaji nyuki kooperate, yani zile shughuli zetu za ufugaji nyuki, alafu na pia ni fursa kwetu, kwa sababu tunatakiwa tuwe tukafanyaje tukafunze na hawa mama wengine au wadada wengine kwamba waondoe ule mtazamo wasi kwa kwamba hii shughuli ni kwa ajili ya wanaume. Najiona mimi ni mtu wa mfano sana, hasahasa kwenye jamii yangu inayonizunguka wameona ni jinsi gani nimepigania na ni jinsi gani nimejitahidi kuelimisha kwamba hii kazi tunaweza tukafanya wote, na hata pale mtaani kwetu sasa hivi ukienda kuna wadada wengi wanajihusisha na, na ufugaji nyuki ko nikifika pale naona kumbe mie elimu yangu ya ufugaji nyuki jamani hijaishia kwangu koo na chuo changu itakuwa wanajivunia, wakifika huko watajivunia kwamba tuna mwanafunzi bwana amekuwa mfano kule. Tanzania ni nchi ya pili kwa uzalishaji wa asali barani Afrika, nyuma ya Ethiopia, ikizalisha takriban tani elfu thelathini na mbili kwa mwaka. Hii ni sawa na asilimia 23 tu ya uwezo wake wa uzalishaji wa tani laki moja na elfu thelathini na nane kwa mwaka. Zaidi ya watu milioni mbili ya watanzania wanajihusisha na ufugaji nyuki ama kwa njia ya moja kwa moja ama isiyo ya moja kwa moja, wakichangia uchumi wa ndani na biashara ya kimataifa. Tafiti ta zizofanyika hivi karibuni e, kuna uhitaji mkubwa sana wa elimu ya ufugaji wa nyuki nchini. Sana wadau wengi ambao wapo katika sekta hii na ambao wanaingia katika sekta hii wanaendelea kuwa wengi, kwa sababu kwanza kuna fursa kubwa ya mazao, kuna masoko mengi yameshaanza kupatikana. Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kushirikiana na wadau wengine imeendelea kuyatafuta masoko mengi zaidi ili kuweza kuwahakikishia wadau hawa masoko hayo, lakini waweze kuzalisha mazao ambayo yanakidhi matakwa ya hayo masoko kwa hiyo eh, kuna uhitaji mkubwa sana zaidi ya asilimia 80 ya watu wanaofika chuoni wanaonyesha nia ya dhati kabisa kuingia katika sekta hii kufanya shughuli za ufugaji wa nyuki. Sasa hivi maana sasa hivi ndo msimu wa maua. Eh, afu kitu hapa nyuki hapa watatudunga. Cheki walivyocharuka. Yeah, tuk... Yeah. Yeah. Na issue nyingine hapo, sipite hii. Jua hili jua. Issue nyingine inabidi tuje tusafishe maeneo sababu kiangazi kinafika, tuje tutengeneze njia hizi, njia ambazo ziweze kuonekana isiwe poli sana hapa. Katika kuadhimisha siku ya nyuki duniani, hadithi ya Paul na Bahati inatufundisha kuwa kwa ubunifu, ushirikiano na ujasiri, vijana wanaweza kuwa chachu ya mabadiliko chanya katika jamii. Makala hii imeandaliwa na kusoma kwako na mimi ni mgumu Mahmud, na hii ni Dosti Media.